Mkuu wa wilaya hiyo, Onesmo Buswelu, ametoa onyo kwa wananchi wanaoendelea kulima kilimo hicho katika hifadhi za misitu iliyotengwa kwa ajili ya uwekezaji wa mradi wa hewa ukaa kuacha mara moja, kwani ni kinyume cha sheria. Hii bangi imelimwa katikati ya misitu ambayo inafanya biashara ya kaboni, na ili ilimwe, kwanza wamefanya uharibifu wa mazingira, na katika uharibifu huo itapunguza kredit ama itapunguza ita kiwango cha mapato yetu ya biashara ya kaboni, na inapokuwa imepunguza, maana yake wananchi wote watakuwa wameathirika. Lakini mlimaji wa bangi na mnyororo wote wa bangi, wao hawatazami manufaa ya wote, wanatazama maslahi -like binafsi. Na sisi kama serikali pamoja na wananchi hatuko tayari kuona maeneo yetu ambayo yanapatia uchumi kwa ajili ya wananchi wote yanaharibiwa na watu wachache kwa kilimo cha bangi wakichana mazao mengine ili kiwe kisingizio cha baadaye kukwepa mkondo wa sheria, na sisi tunachukua hatua.